Katika vitu vikubwa ambavyo vinaweza kumaliza chaji katika iPhone yako ni pamoja na motion ama animations ambazo zinatokea endapo una close applications ama una move baina ya application moja kwenda application nyingine kupitia touch bar yako. Sasa leo naenda kuelekeza tip moja ambayo inaweza kukusaidia wewe kupunguza save battery yako. Sasa hii tip sio lazima uifanye bali ni kwamba ni tip ambayo inaweza kukujulisha kwamba kitu fulani ukikifanya kinaweza kuwa na impact fulani katika simu yako. Sasa ngoja tuanze kwanza na hiyo tip, then naenda kukupa sababu za wewe kufanya kwa nini ufanye hiyo tip, ili uweze ku save betri yako. Utakachotaka kufanya utaingia katika settings zako then kama utataka hii tip lakini utaingia katika settings zako then utaenda katika accessibility. Ukiingia katika accessibility tutaenda katika motion. Ukiingia motion utakuta menu ya kwanza pale juu imeandikwa reduce motion. Wewe utakachotaka kufanya utaibonyeza ile reduce, reduce motion then utaiwasha. Kisha iwasha, inamaanisha kwamba umepunguza motion zote katika simu yako na itakusaidia wewe ku save battery kwa sababu motion zinatumia graphics nyingi ama zikiwa zinafanya zile transitions ni kwamba zina drain battery kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo, iki drain battery, ni kwamba una face issues kwamba simu yako ika ina chaji muda mrefu au pia unakuta sa nyingine ina face, una face lagging katika simu yako either ime overheat kulingana na chaji inapungua kwa kasi sana kwa hiyo ina overheat na inaleta misconvenient katika utumiaji wako wa simu. Uki reduce motion itakusaidia kwamba ita save battery ya simu yako. Kwa hiyo, kama utakuwa interested na hii setting utaweza kuiwasha kwa namna hiyo. Na kama hutakuwa interested na hii setting pia sio lazima uweze kuiwasha kwa sababu ina ina take impact katika asilimia ndogo sana katika kupunguza consumption ya battery yako. Natumai utaweza kuelewa. Kama umeweza kuelewa, usisahau kunifollow na kushare kwa marafiki zako hii tip.